Agano na nafsi ya mwanadamu. Kanuni ya msingi ambayo inasimamia utendaji wa agano la Mungu na mwanadamu inaweza kusemwa kuwa imefunuliwa na Baha'u'llah katika kifungu kifuatacho katika maneno ya siri, nipende ili niweze kukupenda. Kama wewe haunipendi, upendo wangu hauwezi kukufikia kwa hekima jua hili e mtumishi. Ni wazi kutoka kwa kauli hapo juu kwamba kuna uhusiano wa upendo kati ya Mungu na mwanadamu, lakini ili kupokea neema za upendo wa Mungu mwanadamu lazima achukue hatua za kwanza ni kama kufungua kituo na inahitaji kufanywa na mtu binafsi kwanza. Roho ni chombo cha kiroho, haina uwezo wa kimwili uwepo wa kimwili. Mtu hawezi kuchunguza au kuelewa kwa njia ya kisayansi au njia ya zingine za nyenzo asiri yake ukweli wake ni zaidi ya ufahamu na ufahamu wa mwanadamu. Katika tablet iliyofunuliwa huko Gathad na kuelekezwa kwa Mula Hadli ya Kavzvin balua ya walio hai ambaye uh, baadaye akawa mfuasi wa Madhra Haira Bahaula anahitaji anahitaja nafasi ya mwanadamu kama siri iliyotawazwa na uh, ya hila na ishara ya ufunuo wa Mungu wa yote, mwenye utukufu, anasisitiza kwamba hakuna mtu atakayejua kiini cha roho vitihada uh, kujitahidi kutafakari katika moyo wako kuanzia sasa hadi mwisho ambao hauna mwisho, na kwa akili na ufahamu wote uliojilimbikizia ambao akili kuu zimefikia katika siku za nyuma au zitafikia katika siku zijazo, ukweli huu ulioamriwa na wahila. Ishara hii ya ufunuo wa Mungu mwenye nguvu mwenye utukufu utashindwa kuelewa siri yake au kutha, kuthamini wema wake. Ingawa haiwezekani kwa mwanadamu, angalau katika ulimwengu huu, kugundua kiini cha nafsi yake mwenyewe, anaweza kuchunguza nguvu zake na kushuhudia udhihirisho wa sifa zake ndani yake. Imani katika nafasi, imani katika nafsi na maarifa ya kuwepo kwake ni sifa, na sifa huja kwetu awali kupitia maneno ya maonyesho na Mungu, ni wale ambao kimsingi huwapa wanadamu maono ya ukweli wa kiroho katika yeah. Vipindi vya zamani wanadamu hawakuwa wamepata uwezo na kuelewa maeneo ya kiroho ya Mungu. Kristo alithibitishwa ukweli huu aliposema, bado ninayo mambo mengi ya kuwaambia lakini hamwezi kuyavumilia sasa lakini atakapokuja Roho wa kweli atawaongoza kwenye kweli yote. Hii ndiyo sababu ma, uh, manifestations ya zamani aliyozungumza juu ya nafsi, lakini hakuelezea athari yake au ufunua yeyote ya siri zake. Muhammad, mtume wa Islam, ambaye alikuwa mtume wa mwisho wa Allah katika mazungumzo mzunguko wa utume, na ambaye ufunuo wake ulikuwa wa hivi karibuni wa dhahanati zote za zamani, alitaja alitaja nafsi hiyo katika sentensi moja tu mfupi katika Quran. Wana wanakuuliza kuhusu roho sema, roho aliumbwa kwa amri ya Mola wangu mrezi, na ninyi hamna elimu ila kidogo tu. katika zahanati hii hata hivyo Bahaula na Abdul Baha walitoa mwanga mwingi juu ya mada hii katika vidonge vingi. Wanashuhudia kuwepo kwa nafsi. Nafsi wanaielezea kama ukweli wa kiroho usiojulikana na wanakili kituo chake kilichotukia kilichotukuka. Wanakiita kama ishara kuu ya Mungu na kufunua mengi juu ya sifa na sifa zake, hali yake isiyokufa, hali yake na maendeleo yake katika maisha ya baadaye. Kubwa sana ni ana anuai ya maandiko haya ambayo kiasi kikubwa kinaweza ku kusanywa kwa matamshi yao yote juu ya mada hii. Kwa kweli, maelezo ya Baahula ya nafasi ya mwanadamu ni miongoni mwa michango mikubwa ambayo imeifanya kwa elimu ya kidini iliyofunuliwa, kulingana na uwezo wa watu wa zama hizi. Maelezo haya ni mdogo kwa maelezo ya tabia Yeah, iced, uh, uh, ya roho kwa njia yoyote haufunulii ukweli wa nafsi mwenyewe. Kwa kuwa ni chombo cha kiroho, nafsi hutoka katika ulimwengu wa kiroho wa Mungu, na kwa hivyo haiwezekani kuelekeza kueleza kiini chake cha ndani kabisa kwa maneno haiwezi kueleweka kwa akili ya binadamu au akili nyingine za kimwili. Baaula na uthibitisha wa hili katika tablet iliyoelekezwa kwa muumini fulani anayejulikana kama Abdullah Razak Razak, jua amini kwamba nafsi ni ishara ya Mungu

Siri kati ya siri zake, ni moja ya ishara za nguvu za Mwenyezi mzinzi, anayetangaza ukweli wa ulimwengu wote wa Mungu. Ndani yake kuna uongo uliofichwa ambao ulimwengu sasa hauwezi ku kabisa kukamata, nukta tano. Hata hivyo utafiti wa maandiko ya Baula unaangaza tunajifunza kutoka kwa maandiko kwamba nafsi ikiwa inatoka kwa ulimwengu wa kiroho wa Mungu huja kuwepo wakati wa wimba, wakati unao unapohusishwa na mwili. Imani kwamba nafsi ipo kabla ya mimba kwa hivyo ni kinyume na mafundisho ya Bahaullah. Shoghi Effendi mlezi wa imani anasema roho au roho ya mtu binafsi huja kwa ija kuwa na dhana ya mwili wake wa kimwili, nukta sita. Roho ikiwa imeinuliwa juu ya kuingia au kutoka, kupanda au kushuka, haiwezi kuwekwa kimwili ndani ya mwili au kuwa na uhusiano wote na vitu vya kimwili. Baaula anatangaza katika tableti hiyo hiyo kwa Abdulazak. "Hakika mimi, anasema, nafsi ya mwanadamu imetukuka zaidi ya kila kitu, na inajirudia, inajirudia, ni bado na bado, inapanda, inasonga na bado na ba, ni bado na kwa yenyewe ushuhuda ambao unashuhudia kuwepo kwa ulimwengu ambao unategemea, na pia ukweli wa ulimwengu ambao hauna mwanzo wala mwisho. Muungano wa roho na mwili ni sawa na ushirika wa mwanga na kioo. Mwanga hauko ndani ya kioo, lakini uliakisiwa uh, kutoka kwa chanzo tofauti. Wakati kioo kinapovunjika mwanga unabaki bila kuathiriwa. Wakati roho inapohusishwa na mwili, mwanadamu mwenye utambulisho wa kipekee huundwa. Uumbaji huu una mwanzo wakati wa mimba, lakini hauna mwisho. Abdulbaha anasema: roho ya mwanadamu ina mwanzo lakini haina mwisho, inaendelea milele nukta nane. Kwa hivyo nafsi haikufa, haikufa na itaendelea katika ulimwengu wa kiroho wa Mungu milele yote. Dhana kama hizo ya uzima wa milele kwa kweli ni maono ya kuinua zaidi kwa jamii ya wanadamu wazo hili la kutokufa linaweza kuamsha katika mioyo wa kila muumini haisi hisia za furaha kubwa na shukran kwa kuwa amejaliwa uzima wa milele na Mwenyezi Mungu. Kipengele kingine cha fadhila hii ni kwamba Mungu amewapa wazazi fursa ya milele juu ya wazazi ambao wanatutambua wanatambua na kufurahi kuwa Mungu katika kuleta watoto wa ulimwengu huu ambao roho zao zinakusudiwa kuendelea katika ulimwengu wa Mungu milele.